Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na apa kwa jua na mwangaza wake na kwa mwezi unapolifuatia na kwa mchana unapolidhihirisha na kwa usiku unapolifunika na kwa mbingu na kwa aliyeijenga na kwa ardhi na kwa aliyeitandaza na kwa nafsi na kwa aliyeitengeneza, kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake. Hakika amefanikiwa aliyeitakasa, na hakika amehasiri aliyeiviza. Kina Thamudi walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao, aliposimama mmovu wao mkubwa. Hapo Mtume wa Mwenyezi Mungu alipomwambia huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, mwacheni anywe maji fungu lake. Lakini walimkadhibisha na wakamchinja ngamia, kwa hivyo Mola wao Mlezi aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao na akawafuta kabisa.

Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa kuanzia sura hii kwa vitu kadhaa wa kadhaa miongoni mwa viumbe vyake vitukufu vyenye kueleza utimilivu wa uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu na upweke wake juu ya kufuzu kwa mwenye kuisafisha nafsi yake kwa imani na utiifu na kuhasiri kwa kupinga mwenyewe kuidhoofisha kwa ukafiri na maasi. Kisha ikaingilia mfano wa Thamud, Salih, wa Thamud kaumu ya Saleh na yaliyowafika hao ili apate kuzingatia kila mwenye inda mwenye kukadhibisha, kwani hakika wao walipomkadhibisha mtume wao na wakamuua yule ngamia, Mwenyezi Mwenyezi Mungu aliwaangamiza wote, na yeye hahofu matokeo ya kuangamiza hao na aliyowateremshia, kwani yeye hasailiwi kwa anayoyatenda, na hakika amewateremshia wanayostahiki. Na apa kwa juwa na mwangaza wake na kuchomoza kwake na kwa joto lake na kwa mwezi unapolifuata na likawa nyuma yake kwa kutoa mwangaza baada ya kutoa jua, na kwa mchana unapolidhihirisha jua likaonekana wazi halikufichikana, na kwa usiku unapolifunika jua ukawa mwangaza wake hauonekani, na kwa mbingu na kwa mweza mtukufu aliyenyanyua na akaijenga kwa hikima yake, na kwa ardhi na kwa mweza mtukufu aliyekunjua kwa kila upande na akaitengeneza kwa ajili ya utulivu na akaifanya kama tandiko, na kwa nafsi na aliyeiumba na akaiweka sawa kwa kuipa nguvu, akaifunza jema na baya, na akaipa uweza wa kutenda itakayo katika hayo. Hakika amefuzu mwenye kuisafisha nafsi yake kwa utiifu na vitendo vya heri, na hakika amehasiri mwenye kuzificha fadhila zake na akayaua matayarisho aliyoungwa nayo ya kutenda feri. Kina Samudi walimkanusha nabii wao kwa upotovu wao na jeuri zao, alipokutuka mmovu wao mkubwa kabisa kutaka kumchinja ngamia swale tume wa Mwenyezi Mungu, wakawambia mwachilieni huyu ngamia mwenyezi wa Mwenyezi Mungu alimaridhawa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, na tahadharini, msimzuye maji katika siku yake aliyowekewa Wakamkadhibisha mtume wao katika hilo onyo lake, wakamchinja Mola wao Mlezi akazibomoa nyumba zao kwa sababu ya dhambi zao, wakazisawazisha na ardhi. Wala yeye Mwenyezi Mungu hahofu matokeo ya adhabu hiyo, kwani hiyo ni malipo ya haki kwa yale waliyoyatenda.